Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, tarehe 27 mwezi Juni, ni Ijumaa katika juma la 12 kipindi cha kawaida mwaka si wa kanisa. Leo kanisa linaadhimisha sherehe ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Masomo ya leo somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 34 aya ya kumi na moja hadi ya kumi na sita na somo la pili ni la waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano aya ya tano hadi ya kumi na moja na somo la injili ni injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya kumi na tano aya ya tatu hadi ya saba. Karibu tuanze kwa kusikiliza Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Aliwaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmojawapo asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani aenda akamtafute yule aliyepotea hata amwone? Naye akiisha kumwona, humuweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Neno la Bwana. Sifa kwako eh Kristo. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wetu, leo kama nilivyodokeza hapo mwanzo tunaadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ikiwa ni Ijumaa baada ya Jumapili ya pili baada ya Pentekoste. Basi, kwa namna ya pekee siku hii ya leo, kupitia injili tuliyoisikia, tunaalikwa kutafakari kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu, moyo ambao umejaa neema tele, moyo mtakatifu wa Yesu ambao ni udhihirisho wa upendo wa Mungu, huruma ya Mungu, wema wake na ukarimu wake. Wapendwa wasikilizaji, katika kutafakari kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu, ningeomba tuzingatie mambo makuu mawili. Moyo mtakatifu wa Yesu daima unatutafakarisha au kutualika kwanza kuzidi kuutumainia, yaani kujiweka chini ya moyo mtakatifu wa Yesu. Halafu jambo la pili katika hatua ya pili, baada ya kuutumainia moyo mtakatifu wa Yesu ni sisi kufananisha mioyo yetu na Yesu, yaani kuyafanya maisha yetu yaendane na neema au tunu ambazo tunazipata katika moyo mtakatifu wa Yesu. Wapendwa wasikilizaji, tukisoma katika Injili ya Yohane sura ya kumi aya ya kumi na nne, Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Na somo la Injili ambalo tumelisikia hivi punde linaonyesha upendo wa Yesu kama mchungaji mwema. Yesu anasisitiza katika somo la Injili kwamba daima Mungu anawapokea wakosefu ambao wanatubu. Furaha inayopatikana kwa Mungu kwa mkosefu mmoja anayetubu ni furaha kubwa sana kuliko ile ya wale wema ambao tayari wako chini yake yeye. Mpendwa msikilizaji, somo hili la injili kumbe linatualika sisi kukimbilia moyo mtakatifu wa Yesu katika hali zetu zote, hasa pale ambapo tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Daima tuwe tayari kurudi, yaani kurudi katika moyo mtakatifu wa Yesu kufanya toba ya kweli ili tuendane na moyo huu mtakatifu wa Yesu. Mpendwa msikilizaji, Yesu anatualika sisi kwamba moyo wake mtakatifu ni chemchemi ya karama za mbinguni. Yesu anatupa ujumbe wazi sisi kwamba moyo wake wazi ambao ulichomwa mkuki na kumwaga damu na maji, uko wazi kwa ajili ya kutupokea sisi daima. Yesu mahali fulani aliwaambia wanafunzi wake ambao maneno hayo anaweza akawa anatuambia sisi leo kwamba, jifunzeni kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata kitulizo kwa ajili ya roho zenu. Kumbe katika sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu tunapewa mwaliko huo kujifunza kwa Yesu ambaye yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo na tukijifunza kwake tutamkimbilia yeye na tutapata kitulizo cha roho zetu. Wapendo wasikilizaji, katika moyo mtakatifu wa Yesu tunapata nini? Jambo kuu la kwanza ambalo tunapata katika moyo mtakatifu wa Yesu au tunachota na kujifunza ni upendo. Yesu anatutafuta sisi, Yesu anatukusanya, Yesu tunaweza kusema kwamba anatujalia mahitaji yetu mbalimbali mbali. kama tunavyosali katika zaburi ya 23 kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu yeye hutupumzisha hutulisha hutujalia yote kumbe huo ndio upendo wa kimungu unaotoka katika chemchemi za moyo mtakatifu wa Yesu kumbe katika moyo mtakatifu wa Yesu tunajifunza kuhusu mapendo ya Mungu upendo wa Mungu mapendo ya kimungu Mungu ambaye mapendo yake yamedhihirika wazi kwa kumtoa mwanaye ambaye alikuja akatukomboa sisi wanadamu kutoka katika dhambi, lakini zaidi pia kwa kumpeleka Roho Mtakatifu. Kumbe tunajifunza kuhusu pendo la Mungu tunaposoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya tano aya ya tano tunaambiwa pendo la Mungu limekwisha kumiminwa kwetu katika mioyo yetu na yule Roho Mtakatifu tuliyepewa. Kumbe Upendo ambao tunauonja kwa Mungu katika Moyo Mtakatifu wa Yesu uko ndani yetu sisi, nasi tunaalikwa leo upendo huo uwe ndiyo mwongozo wa maisha yetu. Wapendwa wasikilizaji, tunaposherekea sherehe hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu, ni vizuri tukajikumbusha baadhi ya mambo kuhusu ibada hii ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Ibada kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu ni ibada ambayo imekuwa maarufu sana katika kanisa hasa kuanzia nyakati za karne ya kumi na saba. Wapo watakatifu watatu ambao walieneza ibada hii kwa upekee, lakini inatosha tu kwa wakati huu kudokeza baadhi ya mambo ambayo Mtakatifu Margareta Maria Alacog aliyasisitiza kuhusu ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu. Yapo mambo ambayo yeye aliongozwa na Bwana wetu Yesu Kristo kama mwongozo wa jinsi ambavyo sisi tunapaswa kuutumainia kuukimbilia na kuutegemea moyo wake mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe tunaambiwa kwamba mwaka elfu moja mia sita sabini na tatu Mtakatifu Margarita Maria Alacoque akiwa anasali mbele ya sakramenti kuu Bwana Yesu alimtokea na kuzungumza naye, na miongoni mwa yale ambayo bwana wetu Yesu Kristo alimwambia alimwambia kwamba tazama, moyo wangu unaowaka mapendo kwa watu. Alafu Yesu alidokeza zaidi kwa kusema, ningependa kuwafumbulia watu moyo wangu na kuwagawia neema zote zilizomo. Kumbe Yesu anatuambia wazi kwamba moyo wake umejaa upendo kwa watu wote, tuwe wakosefu tuwe wema tuwe na watu wa namna mbalimbali mbali, wote Yesu anatupenda na anatualika kwake na angependa neema zinazotoka katika moyo wake ziweze kutufikia sisi. Halafu tunaambiwa kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisisitiza kwamba moyo wake mtakatifu unapenda sana watu wote wapate wokovu na Yesu ndiyo kipindi hicho alimdokeza Mtakatifu Margareta Maria Alacoque kwamba sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu iweze kusherekewa, na ndiyo, baada ya matokeo hayo ya bwana wetu Yesu Kristo, miaka ya baadaye, desturi hii ilianza, na mpaka sasa tunasherekea sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kumbe Moyo mtakatifu wa Yesu ambao tunasherekea leo kuutukuza na kuusifu ni moyo ambao daima unatuhimiza sisi wanadamu kwamba ndani ya mioyo yetu, ndani ya hazina za chemchemi za mioyo yetu yanapaswa kutoka mambo mema, kama ambavyo moyo wa Yesu umejaa upendo, wema, ukarimu na neema nyingine nyingi ambazo ni nzuri. Wapendwa wasikilizaji, tunapofanya sherehe hii ya moyo mtakatifu wa Yesu, basi kumbe kila mmoja wetu katika imani yetu tunahimizwa kujibidisha katika kuupenda moyo mtakatifu wa Yesu, kukimbilia kutumainia na namna nzuri zaidi ya kufanya hivyo ni kwanza kwa kuwa na ibada au sala za pekee kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Tunafahamu kwamba kuna desturi ya kusali novena kwa moyo mtakatifu wa Yesu, kuna desturi ya kusali rosari kwa moyo mtakatifu wa Yesu, litania za moyo mtakatifu wa Yesu, sala mbalimbali za majitoleo kwa moyo mtakatifu wa Yesu, sala za upendo kwa moyo mtakatifu wa Yesu, sala za kufanya malipizi ya dhambi kwa moyo mtakatifu wa Yesu na kadhalika na kadhalika. Kumbe mwaliko huu ambao tunapewa leo, tuongeze bidii zaidi katika sala hizo, lakini tusiishie tu katika kusali, bali hazina na tunu za pekee tunazozichota katika moyo mtakatifu wa Yesu tuziweke katika maisha yetu ya Kikristo. Moyo mtakatifu wa Yesu unatualika sisi kuwatendea wengine mema daima, kuwapenda watu wote wanaotuzunguka, kuwajali wahitaji, kuwa watu wenye ukarimu, watu wema watu wastaarabu na watu ambao wanamcha na kumtumikia Mungu mahali popote, kwa wakati wowote na katika jambo lolote. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Andrea Samson Chacha wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Buffalo Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!